Tumeumia, tume tumeumizwa. Hii mechi imeharibika. Hii mechi haijaisha ya mwacho, ashike kombe fulai tu, fulai yao, kwa sababu tushatoboa zaidi ya mara sita sita, umeelewa? Kwa yote kwa yote, labda niongee tuli ukweli, sisi influensa ifikie wakati Wajue thamani ya influencer. Maana influencer ni yule shabiki kindakindaki, ambaye timu yake ikicheza anaonekana kwa wakati, anasafiri kwa wakati. Ndio maana influencer hatujataka mashabiki, ukisema mashabiki hata mwandishi ni shabiki, japo japo kwa usijajea timu yake kama ni Simba, lakin ni Yanga au tukizungumzia dabi ma da ya mashabiki so, ndio maana tuliweka na, vusama... no na neno influencer umeelewa. Maana influencer kuchagua wale mashabiki ndakindaki wanaojulikana sawa, wa Yanga na wa Simba, tuje kufanya burudani hii. Kitu tuliandaa ndani ya mwezi mzima, lakini wenzetu wakaogopa aibu na fedheha. Walichofanya wao wakaingiza ndondo na ndondo kama ulivyoziona kwenye chapu. umeona wachezaji karibia nane anda 20 mtu mm. anapiga pasi anafungua apa michezo mm. ndio ndo hicho kichotokea, mm. tumefungwa sawa, ni mchezo mm. Lakini huu mchezo umeharibika. Unaomba nini sasa, mchezo urudiwe ama pengine yani ukisema mchezo ah. urudiwe, yeah, kwa watu fulani labda tukisema urudiwe sasa, hii game tuipeleke taifa, nipeleke tuipeleke taifa. Mm. Alafu pia naomba uongozi wa Simba Mamu, na kama hawana influence wa kucheza watuambie, sinaweza tukapata dada zetu wa Yanga wakacheza nao. Asante sana, siko poa kabisa kwa nini? Hapana, kwa sababu matokeo kwanza sijahitaji na sijapenda. mm. Mm. kwa sababu kutokana kwamba hii aya maandalizi ambayo alikuwa anaanza hii ya uh, Simba na Yanga dabi mm. ya mashabiki ambayo mm. mashabiki vidakindaki ndio sisi ambayo unatuona mm. tupo popote ilipo Yanga ndio tupo mm. Sisi ndo mashabiki ambaye kwanza kwa mm. na, na kwanza tumecheza mpira miaka mingi, umri wa nikutajia tu umri wangu liokaa mnao mimi nafikiri hakuna mchezaji wote ambaye hapo tulikuwa nao kwenye uwezo wangu kulipata kiumi. Mimi nimecheza mpira mwaka 90, 93, 96 kwenda mbele, nilikuwa golikipa mzuri k mchezaji fullback namba 2 mzuri. Jana tumeenda tumetrain kwenye, kwenye, kwenye mazoezi ambayo tulofanya kule City Senta Msimbazi, tumecheza raundi ya kwanza, tukatoka pale tukaitwa na viongozi ambaye wa Yanga akiwepo Alikamwe, akatambia jamani, hapa atweje treni vizuri, twendeni tukamaliza ofisho kwa malizo ofisho kamili, twende hapa uwanja wa Guinness. Tukenda pale nikacheza kule, nilicheza namba saba nika treni vizuri pale Msimbazi Senta nikarudi hapa hapa alizi ya, ya kinesi nikatreni mm, mzuri makianga nikaonekana vizuri mm, lakini kwamba nikwambia ni kwa ndugu mwandishi hii ikawataje na nawambia na naongea tena na nimeumia na nimekasirike, naonua kichwa mm, cha kwici mtu anione maana hakuna siku ambayo numa ni siku ya leo, nimetreni vizuri kwenye mazoezi mm, nime performance vizuri nimecheza mm, nimecheza full back line namba mbili mzuri metreni me kila mtu alisikia sana uwezo wa baki Yanga, uwezo ulikuwa mzuri kule. Nikacheza fullback, nikacheza ni namba saba, wing back pembeni, nikaonekana vizuri. Lakini leo hii, jana tumemaliza, baada ya mazoezi, baada ya mazoezi tumemaliza, tukakaa pembeni kuongea kwenye masuala official, kwamba tujue nani anaendelea, nani anawekwa katika kikosi cha leo. Lakini katika wachezaji ishirini nilishangaa, watu walikuwa wanaongea kwa maneno mengi sana usimaki, umetrendi vizuri, umecheza mpira mzuri sana, umeonesha kiwango chako kizuri, lakini nishangaa kwamba mimi nikakatwa jina you know? Nilikatwa jina usiku saa tano, ndugu yangu ananipigia simu Gandu, anaambia kaka, umekatwa jina. Mimi kwa wazangu nikasema tumache Mwenyezi Mungu, Mungu ndio kila kitu, Mungu ndio mtoa riziki kwa jambo aina yoyote. Kwa kweli niliumia na niliteseka sana, usiku sikulala sana, nikasema nikas, nacheza mpira, mi ni mchezaji, leo hii nimekatwa, mnachukua watu wachezaji wengine. Ambao mshabiki wa yanga mkubwa ni nani? Ebu niambie, mimi ni shabiki. mimi nawambia ukweli na naongea hata wakiwepo wote, mashabiki wote wakiwepo hapa na nawaambia mi ndo mshabiki namba moja ambaye naibeba riziki ya ya Tanzania, mimi na makianga, mliso wa mare mwarianga mm. shabiki namba moja, wote wamekuja wamenikuta mimi mm. hakuna yote amba anajua mimi kila kitu Mimi nimecheza mpira mwaka tisini, mm. tisina tatu mm. nimedaka kipa wote mwona, wote sogeni hapa, wote wanifahamu mm. kwamba maki ndo shabiki namba moja wote hapa, songe unafiki wote wanaangalia kwenye TV, wote wanaangalia lakini hii sikupewa namba kucheza maki wala kufanyeje nilitolewa pembeni wakaweka watu wengine wakaonekana hao ambao ndo wenye thamani juu. Sisi ndo Yanga tumepambania sisi, tumamia na Yanga, lakini wao wanasema kwamba wacheza wote leo ni my friends, azini my friends no. Hey, huh? Inasetana, inawezekana wamechagua wenyewe kwa wenyewe. Mimi nafsi yangu inaniumia <tipedio> <tipedio> <tipedio> mimi na mashabiki wote Tanzania na Afrika nzima, sasa wanajua ni Maki Yanga, wananipigia simu na kuniuliza Maki, mbona hatujakuona kwenye mechi? Nikamwambia hapana, ni jambo la kawaida kwa hiyo, hii mechi ilikuwa cha kwanza, ni bonanza mechi ya kufurahisha mashabiki, mechi ya fanya katuni, fanya vitu vyako mechi kweli kuna kipindi nilifanya hasa nasaga Makianga na na leo natakwenda na nafasi Meida leo hiyo anakosa nafasi Malemeti Manjiwa leo hiyo anakosa nafasi Luka leo hiyo anakosa nafasi. Na nafasi nyumba anakosa na kwa nini na... sina mimi ndo shabiki namba moja nawaambia, na, na nasisitiza tena hakuna no shabiki ambaye anaongoza jazi ya la Yanga namba 1 Supria namba hii naambia anaongoza kwa Yanga kuchangisha bakuli ni mimi Makianga, mimi ndio first 7 kuna mimi nikutajia kikosi atunaokuta Yanga wa kwanza, kuna Frank Yanga, malemu Ali Yanga, kuna mtu anaitwa Daudi Yanga ambaye alikuwa na nia la kwenye bomba mm. Leo hii Makianga anaonekana mimi sina samani, kumbe samani yetu sisi kwamba tukiwa nje. Leo Manjiwa anaonekana ana samani, marementi ana samani, Luka ana samani, Meida ana samani, bezanani shua ana samani, mshua ana <laughs> samani. Haya, sio mambo toekeni, haya mechi tumeweka mechi kama za mashabiki, tuoneshe vituko, tuonekane Wada kwa wote. Kwa nini leo Ngandu hajapata namba? Makianga shabiki namba moja Tanzania, mimi na imani a mtu mtu wote ananiweza, hakuna hakuna wote hakuna haote mashabiki wote, unamweka mtu meja anakuja kutusimamia sisi. Meja alikuwa kile East Africa, anaongea vitu vya ajabu ajabu, leo hii anakuwa misheni. Nawaambia viongozi wa Yanga na wataja tena viongozi wa Yanga, huyo meja wamtafuta kilo saba kilo mbana kilo saba. Huyo sio mwenzetu afai ina haanijntnanaaasjlazima tususe sasa. Tumesema tunacheza aya, watu wengine tumekaa kwenye benchi la ufundi tunakuja kutolea kwamba uhusiki na jambo amba, ukiangalia sisi ndo tuanda hili jambo, lakini nakuja kuambiwa, mtu anayeniambia mimi sihusiki ambapo kwenye jambo hilo na kuja kuambia mimi sihusiki, nik, nikawa mnyonge kabidi nitoke, ila nikasema kwamba ntaliongea hili jambo, kwa sababu haiwezekaniki kwamba tunafanya jambo sisi mainfluencer, tunakuja kuingiliwa hili jambo. Inatakiwa sisi tuzingatie protokol zetu. Sisi mashabiki bwana Simba, lakini leo amefurahi, hawajafurahi Wamefurahi wame kwa kubebwa kwa sababu hawa ndo sasa wamefurahi kwa kuvaa medali. Yaani ni kwamba wadogo zao wanasema wamevaa medali, wakubwa wanashinda kuvaa medali kwao, na maana wanaweka kikumbushio kwamba hata kama wasipochukua ubingwa mwaka huu madogo wao wamechukua, mfanya nini, wamechukua medali. Lakini sasa tunasema kwamba kitu kimoja, kama kweli kanuni zinazingatiwa, hii mechi inapaswa kurudiwa. Hii mechi inapaswa kufanywa au sehemu nyingine nyingine tofauti na hapa. Na kama tunafanya hivi, kwani natakuwa tufanye kitu kimoja uwe mwendelezo. Kwa mwaka unaokuja tuzunguke mikoa yote Tanzania. Amin, amin.